Sisi mamlaka ya usimamizi wa bima nchini miongoni mwa kazi zetu ni kuhakikisha upaka, upatikanaji rahisi na salama wa bima kwa watu wote, pamoja na malipo ya haraka ya madai kwa wateja wetu. Ni jambo jema kabisa na nitafurahi sana nitakapoona kwamba watu wanapopata, ma, wanapopata madai au wanapopata majangwa Jubilee Life inafanya haraka kuwalipa wateja wao. Labda nikuhakikishieni kwamba nimefarijika sana na product yenu hii, na leo napenda kumhakikishia dadangu kwamba na mimi nitakuwa miongoni mwa wateja muwe vizuri wakati wa kulipa madai. Serikali ya awamu ya sita imeweka mikakati bora na thabiti ya kuhakikisha kila mtanzania anafanikiwa na elimu ya bima na, anata, na anakata bima. Kwa mfano suala la bima ya afya kwa wote, hili litamgusa kila mtanzania mpaka kwa mpaka kwa ndugu zetu wanaoishi vijijini. Sisi Jubilee Life Insurance tunaamini kuwa bima si bidhaa ya kifedha tu, ni ahadi ya, ya ulinzi, utu, amani ya moyo pia. Bima ya maisha ya Akiba Flex ambayo tunaenda kuzindua leo imebuniwa kufanya bima ya maisha kuwa rahisi zaidi itakayompa Mtanzania ulinzi uhuru na kutoa mafao yake pale atakapoyahitaji. Bima hii inaundwa kukidhi mahitaji yanayoendana na jamii yetu. Uh, nikisema ulinzi, dhana nzima ya bima ni kutoa ulinzi, ulinzi kwa majanga ambayo hatuwezi kuyazuia, na tukiongea hivi tunajua sisi kama binadamu hatuwezi kuzuia kifo, hatuwezi kuzuia ajali zinavyotupata. Kwa hiyo bima hii ikiwa mteja wetu amechagua kwamba anataka kuwekeza kwenye Akiba Flex, labda nichukue mfano, mteja wangu anataka kuchukua Akiba Flex kwa miaka saba ndani ya miaka saba nitamwambia labda anachangia laki moja, moja kama saving yake kila mwezi kwa kusevu laki moja moja tunamwahidi kwamba akifika mwaka wa saba hatutampa tu lile lengo aliyokuwa amelitaka, lakini tutampatia asilimia mia moja ishirini ya lile lengo aliyokuwa amelihitaji. <mulia>